Ndugu zangu kanisa, ni wakati wa kuanza zoezi la ubatizo. Wewe Isaka Ibrahimu, kwa sababu ya imani yako na uaminifu wako mbele za Mungu na mbele ya kanisa lake takatifu, mimi leo ninakubatiza wewe katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu Amen. Amen. Amen. akubariki sana. Pendeza macho sana. Wewe sala mlisho kwa sababu ya imani yako na uaminifu wako mbele za Mungu na mbele ya kanisa lake takatifu, mimi leo nakubatiza wewe Sara katika jina la Mungu Baba, na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen, amen. sababu ya imani yako na uaminifu wako mbele za Mungu na mbele ya kanisa lake takatifu, mimi leo nakubatiza wewe Mariam katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amen yeah. Heazi, mizentu, wewe Helena Shangi kwa sababu ya imani yako na uaminifu wako mbele za Mungu na mbele ya kanisa lake takatifu, mimi leo ninakubatiza wewe katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Wewe Simoni Doto kwa sababu ya imani yako na uaminifu wako mbele za Mungu na mbele ya kanisa lake takatifu, mimi leo nakubatiza wewe Simoni katika jina la Mungu Baba, na Mwana, na Roho Mtakatifu. Amen, amen. <tinyo> Mbise, chambu, wewe Winifrida Emanueli Winifrida Leonardi, kwa sababu ya imani yako na uaminifu wako mbele za Mungu na mbele ya kanisa lake takatifu mimi leo ninakubatiza wewe Winifrida katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Nitaimba sifa zako milele, wote wajue jinsi Wewe Sara Matias, kwa sababu ya imani yako na uaminifu wako mbele za Mungu na mbele ya kanisa lake takatifu, mimi leo ninakubatiza wewe Sara katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen, oh. Wewe, wewe Sara Matias kwa sababu ya imani yako na uaminifu wako mbele za Mungu na mbele ya kanisa lake takatifu mimi leo ninakubatiza wewe Sara katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen, amen. Amen. wewe Esther Lucas kwa sababu ya imani yako na uaminifu wako mbele za Mungu na mbele ya kanisa lake takatifu mimi leo nakubatiza wewe Esther katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Kwa sababu ya imani yako na uaminifu wako mbele za Mungu na mbele ya kanisa lake takatifu mimi leo ninakubatiza wewe katika jina la Mungu Baba na mwana na Roho Mtakatifu. Amen, amen. Yes. Yes. Amen. Uh -huh. ya uh -huh. Wewe Elizabeth Kurwa, kwa sababu ya imani yako na uaminifu wako mbele za Mungu na mbele ya kanisa lake takatifu mimi leo nakubatiza wewe Elizabeti katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Yes. Amen. Amen. <tie> Wewe Elizabeti Robert kwa sababu ya imani yako na uaminifu wako mbele za Mungu na mbele ya kanisa lake takatifu, mimi leo nakubatiza wewe Elizabeti katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen, yes. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.

kwa sababu ya imani yako na uaminifu wako mbele za Mungu na mbele ya kanisa lake takatifu, mimi leo ninakubatiza wewe Yunisi katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen hakali tangaze kote <tihimu>

Kwa sababu ya imani yako na uaminifu wako mbele za Mungu na mbele ya kanisa lake takatifu mimi leo nakubatiza wewe Jackson katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen, amen, amen.

na mbele ya kanisa lake takatifu, mimi leo ninakubatiza wewe Betha, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Wewe Agnes Petro, kwa sababu ya imani yako na uaminifu wako mbele za Mungu na mbele ya kanisa lake takatifu, mimi leo ninakubatiza wewe Agnes katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Amen. Wewe Evanias Silon kwa sababu ya imani yako na uaminifu wako mbele za Mungu na mbele ya kanisa lake takatifu, mimi leo nakubatiza wewe Evania katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho roh Mtakatifu Amen. Yeah. Amen. Kupate, wewe Samueli Musa kwa sababu ya imani yako na uaminifu wako mbele za Mungu na mbele ya kanisa lake takatifu, mimi leo ninakubatiza wewe Samueli katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu Amen. Masanja kwa sababu ya imani yako na uaminifu wako mbele za Mungu na mbele za kanisa lake takatifu, mimi leo nakubatiza wewe Joshua katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, Amen. Amina. Amen. Amen. Amen. Wewe Zakayo Emanueli, kwa sababu ya imani yako na uaminifu wako mbele za Mungu na mbele ya kanisa lake takatifu mimi leo nakubatiza wewe katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Amina. Amina. <coughs> Wewe, Danieli Rogers. Kwa sababu ya imani yako na uaminifu wako mbele za Mungu na mbele ya kanisa lake takatifu, mimi leo nakubatiza wewe Danieli katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Nisuka, nipilia, wewe Simoni Emanueli, kwa sababu ya imani yako na uaminifu wako mbele za Mungu na mbele ya kanisa lake takatifu mimi leo ninakubatiza wewe Simoni katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Amen. Amina. Yeah! Amina.

Umeoshwa kwa damu yako Bwana. Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa kumaliza zoezi hili <laughs> na sasa tupate nafasi ya kumwomba Mungu. Tuombe. Baba Mwenyezi Mungu, mfalme, muumba wa mbingu na nchi, wewe ambaye ulituagiza tuende kila mahali tukaihubiri Injili kwa kila kiumbe, ukasema tuwafanye watu wote kuwa wanafunzi wako tukiwabatiza katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na ukatuambia tuwafundishe kuyashika yote ambayo Mungu umetuamuru. Ni maombi yangu kwamba Mungu utawasaidia watumishi wako hawa ambao siku ya leo wamebatizwa, kwamba watashika mafundisho ya neno lako na kuyaishi na kuukulia wokovu. Ondoa ndani yao namna yoyote ya uharibifu na uwajengee neema ya kipekee ndani yao ya kutambua kwamba uokovu tulio nao ni kwa neema yako pekee. Utubarikie, e eh, Bwana, tunapoendelea sasa na ratiba zingine za ibada, utupe neema ya kushiriki meza yako takatifu. Utusaidie ukuona wewe kwa namna mpya kabisa, na siku ya leo iwe ni siku ya historia kwa watumishi wako, na wote wa kuone wewe Mungu uishie milele na kutawala. Nimeomba haya na kutumaini kwamba utakuwa pamoja nasi na kutubarikia kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wa maisha yetu. Amen. Sanyanyueni mikono yenu kupokea baraka za Bwana. Mwenyezi Mungu awabarikie ninyi nyote na kuwalinda. Awaangazie nuru ya uso wake na kuwafadhili. Awainulie uso wake na kuwapa amani. Kwa jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Mungu atubariki sana. Amen. Amen.